Hey guys, karibuni kwa channel yangu leo. Nataka niwafundishe jinsi ya kuweza kukata hili rinda, ziko na mbawambawa za kando alafu na maribu na hapo kwa kifua. Tuanze mpaka hapa, hapa unachukua vipimo vya bega una, unagawanya mara mbili unaweka hapa alafu hapa mpaka hapa ni vipimo vya kwapa Mboki. Unachukua uh, kifua una divide by 6, una unaongeza na moja nukta tano napata mshuko wa kwapa hapa. Kwa shoulders tume- tumeshuka na moja inchi moja, tukapata line la kwapa. Tukachukua hapa mpaka hapa, tukapiga line ya line ya kifua kwenye manyonyo hapa mpaka hapa, tukapiga line ya kiuno. Kutoka kwa bega uh, mpaka hapa, tukapiga line ya hipsi mpaka tuka hapa, hapa tukapiga line ya kwenye magoti kama penseli penseli, kutoka kwa mabega tunapata sasa hiyo laini ya magoti. Kutoka kwa mabega tunapata laini ndefu ya ya hiyo gauni. Gauni lenyewe lina urefu wa hamsini na tano. Katika shingo, shingo nimepanua nimepanua na inchi nne na inchi nena nusu, alafu nikashuka na inchi tano. Kwa hivyo nikimaliza kushona hii nne na nusu itakuwa tano na hii itakuwa sita kwa maana mtu mwenyewe ni mpana na mabega mapana na ana kifua kikubwa. Alafu sasa ninatoa napiga laini yangu ambapo hapa nitakata. Huku kando nimeongeza inchi mbili za kushonea. Mbili za kushonea za kushonea mpaka huku mwisho. Sawa. Alafu utaanza kuweka vipimo vyako sasa. Sasa after ushapata hizi line zako sasa za kifua, kapata line ya kwa manyonyo, kapata line ya kwa um, kiuno, kwa hips, kwa magoti na huko chini, enda kufanyaje tenda? Utachukua mzunguko wako, utachukua kipimo chako cha kifua, utagawa na mara nne, utapata jibu lako, utaweka hapa, ongeza inchi mbili za kushonea kama vile nimefanya alafu utakuja kutoka kutoka sasa hapo, kwa hiyo line kipimo cha uh, kiuno cha huyu cha kiuno ni 34 utagawa na 4 utaweka, utaongeza za kushonea. Utafanya vile vile kwa hips, utagawa mara 4 utaongeza za kushonea hiyo hiyo. Hiyo namba ambayo utakuwa umepata kwa hips utaondoa mmoja, utakuja kuweka kwa, kwa magoti, utaongeza za kushonea. Alafu hiyo hiyo ambayo iko kwa magoti utakuja uteremshe wapi huku chini kwa urefu wa gauni, ikata hivyo hivyo hivyo. Sana huku chini imeenda kama pesel pesel ningana hiyo picha ambayo nafuatia. Sasa ndakwenda kuifunja alafu nikate ya nyuma. Ya nyuma tutakata the same way vile vile, lakini tofauti itakuwa hapa kwa shingo. Hii haitakuwa na zipu ya nyuma, hapana, lakini itakuwa na sehemu ya shingo yake itakuwa ndogo au huenda naweza enda kaweka zipu pia at so, upande ule wa nyuma naacha one and a half inches huku kwa mgongo kwa ajili ya zipu, na, na slit huku chini, ili aweze kutembea, maana kwa kama fitted. So hapa kwa shingo, kwa kwa shingo nitaingia na inchi mbili alafu mapana nitatumia hiyo hiyo ambayo ilikuwa hapa tafanya hivyo, uhum. Hapa nafuatilia tu hii ilivyokuwa, halafu nafuatilia hivi na huku kwingine nakata tu vile ambavyo iko hapa, pande ya mgongo, hapa pande ya kiuno Inua kidogo hivi niingie ndani na inchi moja ile ilete shaping. Tunajua migongo yetu haiko straight, iko na mkunjo kidogo, so tutafanya hivi, tutakuja huku tuunganishe kwa u Um, sawazishe hivi alafu, naregisha ile nchi moja na nusu ya zip, naregisha malpae kwa sababu hapa. Songesha uende ukate, alafu naonyesha jinsi ya kushona hii. Ndio inakaa ya mbele na ya nyuma hii tu hivi, hivi, sae, nyuma kau ya mgongo, ya nyuma toa hivi hivi ndiyo vinakaa sasa. Nyuma utaona itakuwa na kama kavu kwa nyuma, kwa sababu ya uti wa mgongo hauko straight, ndio vinakaa nyuma. Utaenda ukate basic sleeve yako, mkono wako kawaida huyo, mkono ambao tunatumia mbapo, kwenye kwa picha imefika hapa chini ya kiwiko kidogo, alafu kuna hiyo maridadi ya black around. Sasa tutaenda kuchanganya rangi, ukakata mkono wako wa kawaida, unakata na zile mbawa, alafu una attach yote. Nitaonyesha nikishona haya guys. Ndio hilo hapo, rinda limependeza, limependeza tena sana. Kwa mbele hivi ndio linaonekana. Yes, nafurahi matokeo yake. Mikono ndo hiyo, niliwambia kuna ok. Kwa hii video kutakuwa na part 2 ya kuonyesha vile ambavyo nilikata mikono na jinsi ambavyo nilikata mbawa. Sasa wewe, kabla ifikie hapa, kabla hujakata mikono na hizo kuweka hizo mbawa, yatakana hu umefanya nini? Umejoin kwanza pale kwa shoulders, aa, kwa mabega umejoin alafu ukishaisha join hivyo umeweka zile binding zako za shingo, halafu sasa mikono inakuja kuwa ya mwisho, baada ya kuwa ushaweka zile vipepeo vya pale kando kando. Sawa, l nita nikisha upload hii nita upload part 2 ya kuonyesha vile nimekata mikono na jinsi ambavyo nimekata hizo mbawa na vile ambavyo utazishonelea. Sawa. Na sasa nasema kama umeangalia hii video kufikia hapa, nasema asanti sana dada zangu, ndugu zangu, na kama umependa hii video, basi like ama subscribe ama pia weza share kwa mtu ambaye atanufaika na haya masomo. Asanteni. Sasa homshono nililetewa na customer wangu, na alipenda nijaribu kuigiza homshono, so tulijaribu kuigiza na tukaweza kupata renda letu kama hilo alipendeza sana ona mpaka yuacheza yuafurahia vile alivyotoka kihalisi ukimwona alipendeza zaidi hata kushinda hii simu haileti uzuri wake vile ilivyokuwa lakini all in all tunasema asanti